Wewe mara ngapi nikwambie? Mara ngapi nikwambie acha kuja katika ofisi yangu? Ni mara ngapi? Eh? Ama ni kwa ajili ya vitu ambavyo kukinisaidia enzi hizo. Cha utamu. Kumbuka nilikwambia tushamalizana mimi na wewe. Sawa, ulinisaidia katika vitu vingi nilipokuwa nikisoma chuo. Umenisaidia katika kunilipia ada, kulipia karo mbalimbali za chuo. Lakini sasa hivi cha utamu, maisha yamebadilika mama. Mimi sasa hivi sikuhitaji. Sasa hivi na mpenzi mpya, niko katika penzi jipya mama. Impata mwanamke anaye nipenda na nanae mpenda mambo ya kuja kazi ni kwangu yaache. Utaniharibia kazi, utaniharibia mudi. Na kingine kumi unshaenda nie, kijana miongoziu kati naozidi kukua, na zidi kuwa mtoto uekati zlikuwa nazidi kuzeeka mama. Labda nikwambie jambo moja, nilikuwa tayari na nilikuwa ninahesabu vitu vyote ambavyo likuwa kinisaidia. Nilikuwa ninisaidia mavazi, nilikuwa unanisaidia sibui sare za shule za, za chuo. Umenisaidia vitu vingi sana, na hivyo vitu nilisema lazima nikulipe. Subili Okay. Hilo begi lina nguo ambazo kukinisaidia kipindi hicho. Sasa, hizo ni nguo zako mpya nimekununulia. Kavae upendeze ili ifanyike kama ni sehemu ya mimi kukushukuru wewe. Usaje. <coughs> i unonifanyia? Katika akili yako au katika nafsi yako la wanaumeta kidogo ni mangapi niliyokutendea? Nimeacha kusoma, nimeacha masomo mimi hapa kwa ajili yako wewe, nimegombana familia yangu kwa sababu yako wewe, nimeuza shamba, nimeuza kiwanja, vyote kwa sababu yako wewe, ili uwe vizuri, upendeze. Ehe, hebu angalia mimi ninavyokupenda, nimeacha vitu vyangu baadaye uwe mesha angu mi baadaye uwe ndoto zangu, nilikuwa hata nikikaa naona cha utamu. Wacha ung'ang'anizi mama, wacha ung'ang'anizi. Nishakwambia mimi na wewe penzi lisha isha, penzi lishakufa kufa eh? Najua kwamba unasema kwamba eti ulinua kiwanja uliuza kiwanja ili tu mimi nisomi. Na mi hiyo nilijua utadai vitu vyako kwa nilikuwa na hesabu pesa zote ambazo kwa tuwa juu yangu. Hata shilingi mia ulikuwa ukitoa mimi nilikuwa na hesabu Ulinunulia simu nzuri, nilihesabu. Ulinunulia laptop, nilihesabu. Hakuna kitu ambacho ulinunulia mimi sikuhesabu, mama. Sawa, sasa mimi nitakulipa pia, hata ardhi ambayo uliuza. Yani nishaandaa document za viwanja, subiri. Okay, okay. hizi ni document za viwanja za kiwanja chako sawa Hizi dokumenti zinaonesha zinaonyesha kiwanja chako kilipo. Ukihitaji fedha ujenzi, nitakupatia na tutakuwa tumeishiana, nitakuwa nime... ah, baby <laughs> mpenzi <laughs> na, na, na, na huyo ni, ni, ni, ni, ni, ni mwanamke wangu ambaye nampenda na mjari, ndiye anayenifanya, ni ndi imefanya niwepo duniani, ndio mwanamke anayenisamini kuliko kitu chochote katika dunia, sio wewe mama. Mpenzi njoo, chotamu Beba vifurushi vyako, mama rudi kwenu. Umejua mejua kuniumiza moyo wangu. Umejua kutengeneza moyo wangu yani, yaani umeniadhibu. Unalipa adhabu kali, unalipa adhabu kali hivi unaweza ukarudisha upendo wangu uliokuwa nakupenda kupenda kuliko ni mali. Mali zina thamani gani kwangu mimi zina thamani kwangu, thamani ni kwako wewe e. Mimi nakupenda Lusaji, yaani upendo e, wangu kwako wewe ndo wenye thamani kwangu, lakini sio mali. Wewe mwanamke mm, acha kupiga kelele hapa, sawa? Usiongee ujinga wako mbele ya mke wangu mpenzi wangu. Nadhani no, tuingie ofisini tuache na nau, mwanamke anatia tu bugs hapo ofisini. Unajua wahenga wanasema mfadhili mbuzi utakula mchuzi, lakini sio mwanadamu na leo ndo nimejua kama kabisa, kuna watu wengine ukiona amevaa nguo nyeupe, nadhani wote ni, ni, ni, ni madokta kumbe ni wachinja nyama, ni wachinja kondoo. Sasa nisikilize basi dada, ameongea kila kitu, na ninachoshukuru hakuna ulichokikana, ninachoshukuru na vyote unavikumbuka. Dada amefanya vitu vingi, dada anaumizwa sio kwa mali zilizoondoka tu, kwa sababu ya kumpotezea muda namba moja namba mbili, kwa sababu ya kumuunza moyo wake. Sidhani kama kuna hospitali inauza moyo, wewe ulio uvunjavunja ukafanya vibaya, na ninakushangaa sana kwa sababu kuna hata fahamu kichwani mwako, alafu unaniita mbele zake mpenzi wako, kwa sababu ya pesa zangu, kwa sababu ya mali zangu, kwa sababu ya ofisi yangu, kwa sababu ya magari unayoendesha no, unapohitaji, kwa sababu ya mwili wangu unaofaidi unapouhitaji ulichomfanyia mwanamke mwenzangu, leo anatoa machozi. Dada pole kwa aliyokuta, pole sana kwa aliyokuta, kwa sababu najua laiti kama nisingevisikia na mimi kesho angenipata. Hana mapenzi ya kweli huyu mwanaume, anachotazama ni pesa. Sasa haina shida kama wewe unathamini pesa kuliko kitu kingine, unathamini pesa kuliko utu Mwanamke hausomeshi mwanaume, lakini dada alijivua nguo akakusomesha. Na nimekubali, kuna wanaume ambao ni vitegemezi. Kabla hajalipwa mbinguni, mali yake anapotokea hapa hapa, mpenzi, ngoja nifanyia hivyo yaani, tena naomba kabla sijafumba macho nakwamba nikuone mbali, na moto usikanyage ndani ya ofisi yangu. Yani, usiniguse, usimguse huyu dada. Simama hapa hapo, nisubiria kwa hizo nguo ulizovaa zenyewe, kuanzia chini hadi juu, nipe pesa yangu. Mimi sasa ninachokuomba, fua nguo zangu ziache hapa hapa, nenda kama ulivyoingia. Ulikuja huna kitu, usaje kwangu Na utaondoka huna chochote. Kwa taarifa yako, hauna karatasi yote ile inayosema jina lako, utaondoka hivyo. Mimi hela zangu ilikuwa nikikupa unafanya kununua kiwanja cha kuja kumlipa mwanamke kama mimi una, na hela zangu unazitumia kuja kununua nguo za kumrudisha mwanamke kama mimi sasa, malipo ni hapa hapa, sio sio mbinguni. Na kama malipo ni hapa hapa, naomba ukipate chakapa, hapa chapaopa, yeah, na hii ofisi uione kama kituo cha polisi. Kama alivyokoma kunyanya kwa mama yako, hakuna siku utakanyaga huko. Nipe mimi au